Mingebege, hivi hii jina hivi Mingebege, jina hii, si ndio tuliitaja sisi? sisi ndio tukalitengeneza eti jina ya Mingebege hivi. Mingebege pale mbele pale, Mingebege. Hapa ndo tunavuka kidaraja hiki kuelekea pale kwenye nyumba kubwa ya mzee Chawala, tukiongozwa na baba Japhet. Kwa hiyo, yani da, huku tumetamani kufika usiku huu huu, kwa usiku huu Atuaa, kwa hiyo huku baba ndo kumetani, kumekuwa msituni sasa. Sio? Hey! Hey! Hey! Hey, pale nyumba ndio hii hapa sasa. Hapa hamna mtu, ndio umeona, pamebaki mapoli Yani hapa ndo nakatiza tu. Choo kilikuwa kizuri, nyumba ya ajabu.

<tie> indoleo, ta, bis... hey. Hey. Hey, hii ndio ile tela ya zamani kabisa kabisa. Yaani hii lime hii ina storia ndefu sana, kutoka tela limefunguliwa